Ndugu mwenyekiti, kuna kadhia kubwa sana ya vijana wetu ambao ni viongozi kuenguliwa na kusimamishwa ovyo bila kufuata utaratibu kwenye kata na maeneo mengine. Wapo kweli wengine ndugu mwenyekiti, wanakosea. Lakini chama kina wajibu wa kufuata zile taratibu, kuhakikisha yule mtu aliyekosea anawajibishwa kwa mujibu wa kanuni. Ndugu mwenyekiti, kwa sasa hivi yawezekana pengine ndani ya wiki moja, mimi kama mwenyekiti wa vijana wa mkoa, simu za vijana ambao wameandikiwa barua ya kusimamishwa kwenye kata huko ni nyingi. Yaani inafika mahali ambapo unashindwa kuanzia wapi? Hujamaliza hili lingine limekuja, hujamaliza hili lingine limekuja. Lakini ni shukuru. Uongozi wa chama cha Mapinduzi, wapo wengine ambao hata kabla tujafikiria nini kifanyike walishapewa barua za kurudishwa kwenye nafasi zao, kwa sababu taratibu hazikufuatwa. Ndugu mwenyekiti, mimi naamini hili ni joto la uchaguzi tu. Sio kwa sababu nyingine. Mimi ni kuombe. Wakati mwingine kweli tunaweza tukakosea ndugu mwenyekiti. Tunaweza tukakosea viongozi, tunaweza tukakosea chama. Tunaomba tuitwe. Sisi tuko tayari kusikiliza. Pale tutakapoonekana tumekosea, tuko tayari ndugu mwenyekiti kujirudi na kusikiliza maelekezo ya chama. Lakini tunaomba sana ndugu mwenyekiti. Viongozi ambao wana mamlaka kwenye chama kwa ngazi za kule chini, wapunguze hii speed. Hii speed ya kuondoshana na kusimamishana kwenye nafasi katika kipindi hiki kitatupa shida. Badala ya kujipanga ndugu mwenyekiti kwenda kutafuta kura na kuweka mipango kazi na mbinu zitakazosaidia, tunatumia muda mwingi kwenda kusikiliza kesi za watu waliosimamishwa. Sisi tunaomba utulivu wetu, vijana waache wafanyi kazi pale ambapo